Katika viunga vya kaunti ya Nairobi, wakulima wamechangamkia kilimo cha pilipili pili mboga zenye rangi tofauti tofauti ambazo zinakuzwa ndani ya vivungulio. Ni kilimo ambacho kinabadilisha ardhi kame kuwa yenye manufaa kupitia miradi ya kilimo biashara ambayo inawapa wakulima faida tele. Katika makala ya kilimo biashara, Denis Oteno anaangazia kilimo cha pilipili pili mboga. Katika eneo la Kamulu, kaunti ya Nairobi, udongo ni mkavu na mvua si ya muda tu, lakini mimea ya pilipili hoho au pilipili mboga inachanua vizuri ndani ya vivungulio. Hizi si pilipili hoho za kawaida, ni zile zenye rangi ya ng'avu zinazouzwa kwa bei ya juu zaidi kwenye masoko ya mijini. Boniface Mosoti ndiye mkulima maarufu wa pilipili hizi hapa. Nikasema vile niko na hii shamba, ardhi yangu ni, ni ni kubwa enough ya kuweka greenhouse, so nikaanza greenhouse mwaka wa 2022, na tukapanda hoho naitwa hoho ya, ya red na yellow na tuka nikaendelea nika mpaka nika, nikaipenda nika na lakini nilichifunza kutoka kwa rafiki yangu mmoja naia akiwa na zaidi ya vivungulio saba kwenye shamba la ekari mbili. Musoti sasa anatambulika kama mkulima bora wa pilipili hoho, akitumia unyunyiziaji wa matone, wataalamu wa miche na mbolea za kibayolojia kuongeza mavuno. Kuna tuseme tumase na choto, imefunikwa hakuna baridi yasiingia rahisi, alafu kuna kunaasasma, kuna unaifanyia irrigation t zenye zinaweza attack wakati wa usiku. Pilipili hoho za rangi tofauti zinabadilisha maisha ya wakulima katika maeneo mengi kame nchini, zikivutia wateja kwa rangi na ladha yake, huku zikihitaji uangalizi wa kitaalamu mavuno hutegemea usimamizi bora na ufahamu wa kitaalamu. Unapata moja iko na elfu moja mimea elfu moja mia nne na hii mimea elfu moja mia nne ukitengenezea vizuri, kwa wiki unaweza chuna kilo kama mia tatu mia nne mbaya ba wakati, bei ni mbaya, tunasema ni mbaya, eh, wakati imejaa kwa imejaa kwa soko unapata na kilo moja ni shilingi thamanini lakini wakati bei iko nzuri kama sasa hivi, kilo moja kwa farm gate, unapata ni mia mbili ama kwa supermarket utapata kilo moja ni mia nne kama sahii. Kwa wakulima kama Musoti, siri ni nidhamu na uvumilivu. Denis Otieno, runinga ya Citizen.